Mule mundege nilianza tu kwanza kumshukuru Mungu. Kumshukuru Mungu juu ya rais aliyetupatia. Kupitia huyu rais tumefunuliwa mengi, tumeona mengi. Kumbe tulikuwa kama utumwa tangu zamani. Tulikuwa tunateswa tangu zamani na hatukuwa tunajua, lakini kupitia yeye mambo mengi yanakuwa hadharani. Tunajua baadui ba Kongo. Tunajua ba Kongomani ba fake. Benya ba, benya biko wa patrioti hata kama biko mu ma uongozi fulani fulani. Ni hili ndilo hasa kwa kwa safari yangu nilikuwa nikiendea, nikasema, Baba unanijibia mengi na sijafika hata. Yaani, ni muda wa kumshukuru Mungu kwa ajili ya yote anatutendea. Ukisoma kitabu cha Zaburi mia moja makumi mbili na nne, utaona kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Kongo tuseme leo kama si Bwana aliyetupigania maadui walipo walipotuvamia, maadui walipotushambulia, hapo hapo wangalitumeza hai, hasira yao ilipowaka juu yetu. Na nafsi zetu zimeokoka kama vile ndege katika mtego mikono ya wawindaji. Utaniambia, Mama Mireille, mbona vita vyaisha? Watu wa imani hawaoni yanayoonekana kwa macho watu wa imani hawatembei kwa macho, lakini wanatembea yulu, wanaenda mbali sana. Balamu akasema namuona lakini si sasa, namtazama lakini si karibu. Namuona lakini si sasa, namtazama lakini si karibu. Watu wa imani wanaona mambo yatakayokuja hata kama hayaonekani kwa sasa, na ndio maana hatugeuki katika maneno yetu tumeamini na tunajua, ingawaje wengi wako wanajaribu, wako wanakokota kokota, shetani anawaingilia ili washambule, ili waharibu mpango wa Mungu, kama vile farao Farao alijaribu kuharibu kuua watoto akajaribu, anazanata amuua Musa, kumbe hapana. Kama vile Herode alijaribu kuua watoto wadogo, anazana mulenjemuuko Yesu, kumbe hapana. Kama vile Hamani alijaribu alijaribu alijaribu amuue Mordekaye, kumbe hapana. Mpango wa Bwana uko imara, ingawaje watu wanaweza wakaukawisha, shetani anaweza kaukawisha ka, lakini lazima usimame kwa hiyo tuwe na imani. Wakuonywa walishakaonywa zamani, bakufanya rebelio, walishakaonywa waliwambiliwaka, walishakaambili hata na damu zijamwangika za mingi, lakini wakaendelea kufanya maotongo, masikio kuwa mazito. Asi aonywae mara nyingi, kitabu cha Mezali makumi mbili na kenda mstari wa kwanza akishupaza shingo yake atavunjika ghafla, wala hatapata dawa. Watu walionywa, watu waliambiliwa, watu walibembelezwa, hawakusikia. Hata kuja kwa Yesu watu watasema kama kuambiliwaka, lakini siku moja tutaandika historia ya Kongo, tutasema ilete infwa Wakati moja ambapo maadui in rebelio demoniaki haiko wa revolisioneri mnasema wa demoniaki bali kuyaka kushambulia na mungu akatusaidia. Benye bataishi batashuhudia mkono wa Bwana. Tuzidi kuombeana tu, tusichoke. Mungu wabariki.